menyekiti wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi pamoja na makamishina wengine, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Waziri Mkuu, viongozi wote wa chama na serikali, tunafikia ukingoni, lakini kuna tukio moja dogo, kumbu muhimu, kumbukumbu kumbu. picha Tunajua mkisha mchukua magofuli wenu hatutampata tena. Tunaomba apige picha na viongozi wa tume kwanza, baadaye tutakuomba rais. Tukusumbue waziri mkuu, mafirst lady wetu, ili nao waweze kupiga picha na rais wetu mteule. Kwanza kabisa naomba makamishna niwasumbue, mpige picha na wagombea wote, baadaye mtapiga na rais mteule. Tutapigia hapa mbele, ili iwe rahisi kwa wapigia. Naam eh, kama ulivyosikia mshereheshaji wa tukio hili kutoka hapa Diamond Jubilee kwamba kinachofuata hivi sasa ni kubatiza kumbukumbu ya tukio hili eh, ya kwa maana ya kwamba walikuwepo, eh, nani na nani na kadhalika. Hivyo makamishna eh, wanajiweka tayari hapo kwa ajili ya kuweza kupata hiyo picha ya kumbukumbu eh, wakati E, wote waliojitokeza k ka... tukio hili wakiwa wanaangalia e, wajumbe e, tunaita e, hawa ambao ni kutoka katika Tume ya Taifa ya Uchaguzi makamishna wanapiga picha ya pamoja na mgombea e, urais wa Jamhuri ya Muungano wa na Tanzania. Nam e, picha zinapigwa e, hapo e, kwa ukamilifu kabisa na, wagombea hao wa urais ee, wamepiga picha ya kawaida vizuri na e, e, picha zingine zinazidi kuendelea kupigwa hapa, na waliojitokeza wakishuhudia picha moja baada ya nyingine. Ni picha za kumbukumbu. Ni muhimu kuwa na picha za namna hii, kwa sababu e, kesho na kesho kutwa Uh, popote utakapokuwa na nakala ya picha yako utakuwa na uwezo wa kueleza uh, mimi nape. Kama ulikuwa umeshiriki humo unakuwemo katika kikundi hicho ambacho ilishiriki namna hii au namna ile na kadhalika. Kwa hakika ni picha nzuri hizi za kuweka kumbukumbu na wale ambao wali katika kampeni eh, za huo muda unaoitwa takriban eh, siku sitini eh, kwa namna moja au nyingine, au ha eh, kwa namna kwa maana ya hapa au pale eh, walishiriki eh, kuweza kupiga kampeni ya mgombea urais na leo ndio rais mteule eh, kutoka cham, Chama cha Mapinduzi. Naam, zaidi eh, zinazidi kupigwa eh, na viongozi mbalimbali na sasa hatimaye e, anapigwa e, na kama, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye anamaliza muda wake anapiga wa na waziri mkuu <gulia> <gulia> Mheshimiwa Mizengo Pinda naye anakwenda na yeye e, pia e, katika picha nyingine akapiga picha pamoja a, akiwemo rais mteule e, rais e, makamu wa rais Mama Samia Suluhu Hassan na vile vile eh, uh, wajumbe mbalimbali naam, makamishina wengine wanapunguzwa pale. Sasa mkurugenzi, mwenyekiti, makamu mwenyekiti, rais mteule, eh, hii ni kundi dogo ambalo kwa kweli tuite ndo ile eh, uongozi mkuu katika tume, na vivyo hivyo pia ni uongozi mkuu katika nchi hii: rais mteule, rais anayemaliza muda wake, mwenyekiti wa tume ya taifa ya uchaguzi na mkurugenzi, naam, makamu wa rais na kadhalika, namwona pale piana. Wakurugenzi pia kutoka katika vitengo mbalimbali, nao wameombwa kushiriki pia katika picha pamoja Ha. Ha, ne, kumbu, kumbu pezi, izote, ni picha za kumbukumbu hizi, mpenzi mtazamaji, zote ni kwa lengo moja tu ya kwamba eh, kuwe na angalau bakizo la kumbukumbu kumbu, siku hiyo alikuwepo nani na kadhalika, maana eh, mambo haya hutokea eh, mara moja tu kila baada ya miaka mitano. Sasa mara moja kila baada ya miaka mitano ni umbali mrefu, kwa hiyo tena eh, halafu zito zaidi ni kwamba yamani, ni tukio e, ambalo pamoja na miaka mitano e, bado kwamba wewe ulikuwa nani kipindi hicho hata e, kama e, Mungu atakuita, bado watoto wako wajukuu zako na kadhalika, wote watakuwa na kumbukumbu hiyo, na Watanzania wengine wote, popote itakapowekwa picha hiyo, basi wataweza kumbuka mwaka elfu mbili kumi na tano wakati Dr. John Pombe Magufuli akiwa anakabidhiwa cheti cha ushindi wa urais kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Basi ni wakati wake kwa vyote atakakuwa anaweza kutoa maelezo ya uh, picha hiyo alipigwa wakati huo. Ni haya, viongozi hawa wamemaliza kupiga picha zao tayari, na hivyo inakamilika kwa uzuri zaidi e, hicho ambacho kinatakiwa kimetakiwa kufanya. Naam. Picha zaidi zinazidi kuendelea hapo na eh, kumbukumbu hiyo muna, inaweka katika hali ya kawaida zaidi, na hivyo basi eh, mambo yanakuwa mazuri na kawaida kabisa, kwamba kila mmoja aliyeko hapa mmoja mmoja anaanza eh, kuangalia eh, ni namna gani hali hiyo inaweza kuwa ni eh, mambo ya kawaida hayo, kwamba na kwenye viti wa vyama vya siasa ambavyo vilishiriki e, katika uchaguzi huu nao pia wanaitwa wasogee katika e, eneo la kuweza kupiga picha ya pamoja, ili e, kuweza kufanikisha kumbukumbu e, miongozi wa vyama vya siasa, kumbukumbu ya aina yake hiyo kwa hakika ha? Maana vile vile unaweza ukasema mimi niliwahi kushiriki e, na nikiwa kama mwenyekiti au nikiwa kama katibu mkuu au na kadhalika katika uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili kumi na tano na mshindi wake, mimi nilipiga naye picha katika hafla <tabili> ya kukabidhi vyeti <tabili> vya ushindi kwa mgombea huyo. Ni mambo ambayo yanaendelea eh, hapa katika ukumbi wa jijini Dar es Salaam, na viongozi wa vyama vya siasa bado wanaitwa ili waweze eh, kupiga picha na rais mteule. Ule, na vile vilevile rais anayemaliza muda wake Dokta Jakaya Kikwete ni e, tukio la kihistoria hili, na pengine katika kumbu, kumbu zetu, pengine e, tukio la kukabidhiwa vyeti washindi katika uchaguzi mkuu inawezekana kama lilikuwa e, linafanyika, basi lilikuwa linafanyika labda sio kwa uwazi sana kama ilivyo e, kwa tukio hili ambalo Tume ya Taifa ya Uchaguzi in ongosa na jaji mstaafu Damian Lubuva.